Mwili unachoka sana, unakosa hamu ya kula mara nyingine unakaa unasinzia sinzia kila muda. Hii ni dalili inaweza ikasababishwa na kuwa na sumu nyingi mwilini na ini kulemewa na sumu. Kwa hiyo unachotakiwa ni kuhakikisha unasafisha ini lako ili kuweza kuimarisha utendaji kazi wa mwili na ini liweze kuchuja sumu kwenye damu, kwa sababu baadaye inaweza ikakupelekea matatizo ya viungo. Inaweza ikasababisha uh, kuwa na asidi nyingi mwilini, lakini pia uh, matatizo ya figo kuchuja mkojo na matatizo ya ngozi. Sasa kuondokana na hili, jambo la kwanza, hakikisha kila siku unapata glasi moja ya juisi ya beetroot. Beetroot unasaga na unakunywa glasi moja kila siku asubuhi kabla ya kifungua kinywa kwa siku 15. Lakini pia hakikisha unatumia Liver Care na C24/7 uh, ili kuweza kusafisha ini lako na kuimarisha utendaji kazi wa ini na mmeng'enyo wa chakula na kutoa sumu kwenye damu. Hii itaweza kukusaidia kuondokana na uchovu wa mara kwa mara, usingizi na kukosa hamu ya kula. Tunaendelea na challenge yetu ya kutoa sumu mwilini kwa kutumia C24/7 na Liver Care na leo ni siku ya 18 jioni. Natumia kidonge kimoja. Tiba hii itakusaidia kusafisha ini, lakini pia kumbuka kwamba siku ya Jumatatu rasmi tunaanza mwongozo wa lishe kufundisha kwenye grupu, mwongozo wa lishe wa kutoa sumu mwilini. Wakati huu tunaelekea kumalizia challenge yetu ya kutoa sumu mwilini ya siku thelathini. Kwa hiyo wiki inayoanza ni wiki ya kuondoa sumu mwilini kwa kutumia mwongozo wa lishe. Hakikisha usikose darasa hili. Ili kujiunga nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapo, au komenti neno niunge kujiunga na group letu bure.